Msichana, una mwanaume wako ambaye kila ukimwambia kitu like baby, labda sipendi tabia ya ulevi wa kupindukia mume wangu, sio tabia nzuri sana au hii tabia sipendi, anakwambia kama uipendi hii tabia baby, tuachane, kwa sababu mimi siwezi kuacha hiki kitu, nimezoea kunywa. Au ni mtu anarudi nyumbani asubuhi, analala nje siku mbili tatu, au siku nzima anashinda nje analala huko, anarudi kesho yake na ukimwambia baby, kwani nalala nje? naomba usilale nje, sio vizuri. Anakwambia baby, kama uwezi kukopu na hii situation, naomba tuachane make mimi siwezi uh, kufuata we unavyotaka, I'm living my life, tuachane. Au ana tabia fulani za kutaka umtumie picha za utupu. Ukimwambia baby, hapana, siwezi kufanya hivyo, anakwambia baby, kama uwezi kunitumia hizo picha, tuachane. My dear, wewe msichana unapoteza muda wako na mwanaume kama huyo. huyo mwanaume was not meant for you. Energy zenu tayari hazija match, na ni mwanaume mkweli, kwa sababu anakuambia tu kweli like babe, siwezi kufuata unachotaka wewe. Let us break up. na wewe kwa sababu ni mwanamke ambaye uko desperate, unataka kuendelea na mtu ambaye anakuumiza, na unaona kabisa unaumizwa, unaona kabisa anafanya vitu ambavyo hutaki kwa hiyo msichana usijaribu kutolerate. Huyo mwanaume ni mwanaume mzuri sana, ni mwanaume mkweli na anakutakia yaliyo mema kabisa, ndio maana nakwambia baby naomba tuachane. Wasichana wengi, mwanaume anapomwambia kwamba baby siwezi kufanya unachotaka we naomba tuachane, anabaki analia. Nilishasema machozi hayawezi kukusaidia. Hakuna mwanaume ambaye anaumizwa na chozi lako msichana. Yaani msikilize mwanaume anavyokuambia, nachukua hatua mara moja. 2026 hakuna kulia. 2026 hakuna msichana kulia. Stay strong. Mtu akikwambia tuachane mwambie okay.